Ucheshi aliyokuwa nao, kwa upendo aliyokuwa nao, hivi ni nani angeweza kudhani kwamba siku moja tungekusanyika mahali hapa kuomboleza kifo cha kiwango ambacho mpendo wetu amepitia? Hawa ndio watu waliozunguka maisha yetu, wanaweza kutuangalia kama wanatupenda, kumbe wanatuwazia mabaya. Kama mtumishi wa Mungu, ninatamka hapa, hautakuwa salama kama utamwacha Mungu kwenye maisha yako. Tuko watu wa imani tofauti hapa kila mmoja kwa imani yake. Vijana mko hapa, nimefurahi kuona wasanii mko hapa leo. Tunapendeza leo tunapendwa na kila mtu, haujui kesho yako. Jenga mahusiano yako na Mungu. Duniani sisi ni wapitaji. Iko siku, iko siku siku nawezekana, hatujui nani anatangulia, lakini iko siku na sisi pia itakuwa zamu yetu. Nimekuwa nikiwaambia watu kwenye gospel, tunao waimbaji wanatukumbushaga kwamba ni wapitaji. Kuna mwimbaji mmoja anaitwa Ambwene Mwasongwe, ana nyimbo ameimba, duniani twapita, wenyeji wetu mbinguni, safari yetu imepamba moto, aliyeianzisha ni Yesu mwenyewe. Hivyo tunasema tunafanyaje? Kuna watu wanasema mimi siendagi kanisani, kwa hiyo sijui hiyo kitu. Huko mtaani mnako kaaga, kuna lijamaa linaitwa Samba Mapangala, alijaokoka aliendagi msikitini wala kanisani, likawakumbusha dunia tunapita, kila kitu kitabakia. Mimi ni mtumishi wa Mungu, mchungaji wa makanisa ya Free Church, mmoja wa washirika wanaonipasua wa kichwa, na namwamini Mungu siku moja atanielewa awaa.